Bal heri, boker tov. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin ni Safi. Mamilioni ya Waislamu nchini Iran na sehemu mbalimbali za dunia siku ya Ijumaa Juni 6, 2025 wameadhimisha sikukuu ya Eid Al Adh'ha, moja ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Kiislamu, kwa sala, sadaka na desturi ya kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Maadhimisho haya yameendana na swala za Idi katika misikiti na viwanja vya wazi, kuchinjwa kwa mifugo kama vile kondoo, ng'ombe au mbuzi kwa mujibu wa mila ya Kiislamu, na kugawa nyama kwa masikini na wahitaji kama alama ya mshikamano na ukarimu, ambapo baadhi ya Waislamu pia wanaadhimisha sikukuu hii leo Jumamosi ya Juni 7, 2025. Siku kuu ya Idi al Adha huadhimishwa kila mwaka tarehe kumi ya mwezi wa dhul hija katika kalenda ya Kiislamu. Sikukuu hii ni ukumbusho wa utiifu na imani ya Nabii Ibrahimu alaihisalam kwa Mwenyezi Mungu, aliyoonyesha utayari wa kumtoa mwanaye, Nabii Ismail, kama dhabihu, ambapo katika kilele cha imani hiyo, Mwenyezi Mungu alimteremsha kondoo kuchinjwa badala ya mwanaye. Id al adha pia huashiria kilele cha ibada ya Hija ambayo hufanyika kila mwaka katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa mamlaka kuu ya takwimu ya Saudi Arabia, mwaka huu jumla ya mahujaji milioni moja laki sita sabini na tatu wameitekeleza ibada hiyo, wakiwemo mahujaji milioni moja laki tano na sita elfu kutoka nje ya nchi hiyo na laki moja sitini na sita elfu mia sita hamsini na nne kutoka ndani ya Saudi Arabia. Usiache ku like na kusubscribe. hii ni saa ya bahari kutoka hapa Ayin Safi.